Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa jina naitwa Mwanamvua Hoza Mrindoko, mkuu wa mkoa wa Katavi. Nitumie nafasi hii kuwajulisha Wanakatavi wote kwamba mkoa wetu wa Katavi uko salama na kila mmoja anaendelea vizuri na shughuli zake. Lakini nitumie pia nafasi hii kuwakumbusha wananchi wote wa Katavi kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi tayari ilishatangaza tarehe ya uchaguzi ambayo ni tarehe 29 ya mwezi wa kumi mwaka 2025 na kwa maana hiyo, ili kutumia vizuri e, demokrasia ya kila mwananchi, niwaombe sana kila mmoja kujitokeza kupiga kura siku hiyo, kama nilivyotangulia kueleza kwamba mkoa wetu uko salama kwa sasa hivi, kwa maana wakati wa maandalizi ya uchaguzi. Na niwahakikishie kwamba mkoa utaendelea kuwa salama wakati wa uchaguzi, kwa maana tarehe 29 mwezi wa 10 na kuendelea mbele. Niwahakikishie pia kwamba mkoa utaendelea kuwa salama baada ya uchaguzi, kama tulivyozoea. Kamati za usalama za mkoa pamoja na vyombo vyote vya dola tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba uchaguzi huu mwaka 2025 unafanyika katika hali ya usalama, katika hali ya amani na katika hali ya utulivu wa hali ya juu. Kwa hiyo niwatoe wasiwasi na niwaombe wananchi wote waliojiandikisha kupiga kura, na kwamba wanavyo vitambulisho vya kupigia kura, tarehe 29 ya mwezi wa kumi mwaka 2025 kila mmoja ajitokeze, awai kituo alichopangiwa na tume huru ya uchaguzi, kapige kura yako ya kuchagua nafasi ya rais, nafasi ya wabunge na nafasi ya madiwani, na baada ya hapo rejea nyumbani. Ninaomba niwaombee uchaguzi mwema, na kila mmoja ajitokeze, nikiwahakikishia kwamba mkoa uko salama na utaendelea kuwa salama wakati wote. Asanteni sana kwa kunisikiliza.